Atakuja atatokea mara ngapi? Mara ya pili, sio kuchukua dhambi, bali kuwaletea wokovu wale wanaomngoja kwa shauku. Biblia inatabiri hili basi. Je, usemi mara ya pili hatimaye haumaanishi kwamba atakuja katika mwili kwa mara nyingine tena? Baadhi ya watu huuliza, je, yeye pia hawezi kuja mara ya pili katika roho? Walakini imeandikwa kwamba siku zote yu pamoja nasi katika roho. Kwa kuwa siku zote yuko pamoja nasi, maneno kama mara ya kwanza au mara ya pili hayahitajiki. Basi atakapokuja katika dunia hii kwa mara ya pili, je, tunapaswa kuwa upande wa watu kama wale waliochukua msimamo wa uadui na kumkashifu katika ujio wake wa kwanza kwa kusema unawezaje wewe, ingawa ni mwanadamu, unajifanya kuwa Mungu? Je, hatupaswi kufanya kila juhudi kumjua na kumpokea Mungu? Hilo ndilo tunalopaswa kujitahidi kufanya. Hata alipokuja katika dunia hii katika mwili, kuna vipengele vya utambulisho wake wa uungu ambavyo haviwezi kufichwa. Kipengele gani cha Mungu hakiwezi kufichwa? Ni uzima wa milele ambao Mungu pekee anao, sivyo? Si kitu ambacho mtu yeyote tu anaweza kumiliki. Hii ndiyo maana Biblia na manabii tayari wameacha kumbukumbu katika huo unabii kuhusu matendo yote ambayo Mungu angefanya ikiwa amevaa mwili ili kuzichukua dhambi za wanadamu. Alichukua dhambi za wengi naye akauawa miaka elfu mbili iliyopita. Aliahidi kuja mara ya pili kutukomboa kutoka dhambi zetu na kutuleta kwenye wokovu wa milele wa ufalme wa mbinguni. Je, hatupaswi kuwa tayari kumkaribisha na kumpokea atakapokuja mara ya pili? Watu wengi wanasema mwanadamu tu anawezaje kuwa Mungu, kama vile Mafarisayo walivyofanya miaka elfu mbili iliyopita wakirudia mashtaka yale yale kama wale waliomsulubisha. Ahadi ya ujio wake wa pili siyo jambo nililoandika. Siyo maudhui niliyoandika na kuingiza. Je, si ni neno ambalo Mungu ametuamsha kupitia Biblia na manabii? Je, hawakumuita Mungu mzushi? Je, hawakuwa wakiokota mawe ili kumtupia Mungu na kutenda uadui kumwelekea? Walilitesa kanisa lililoanzishwa na Mungu wakiliita uzushi. Kila mtu ni sawa na sasa. Tuendelee na Yohana sura ya tano mstari wa thelathini na tisa. Sura ya tano mstari wa thelathini na tisa. Nini? Mnachunguza maandiko mkidhani ya kuwa ndani yake mna uzima wa milele, maandiko haya ndiyo yanayonishuhudia. Maandiko yanamshuhudia nani? Mimi. Maandiko yanashuhudia kuhusu Yesu aliyekuja duniani katika mwili. Kwa kuwa Yesu ndiye asili hasa ya Mungu, anasema tunapaswa kuangalia nini ikiwa tunataka kujua kuhusu Mungu. Alituambia tumthibitishe Mungu kupitia Biblia. Biblia ni maandishi yaliyotolewa na Mungu kuthibitisha na kushuhudia kuhusu Mungu. Ni neno takatifu la Mungu.